Alikuwa azimi mpira apigi pasi na, na na, wasipi, walimroga, asipi, <laughs> ni ni na hiyo, kwa mpira mpira kama kama kama kama pasi mchezaji mchezaji mchezaji nyuma nikaja kujua kama yani yani alikuwa problem kichwani walimwambia nini nini, nikamwambia nikamwambia achana na hiyo Ghana huko huko mchezaji mzuri, kwa nini unaacha hii yani? Akafanya mazoezi mazoezi siku ya kwanza kwanza mazuri. Leo ndio mara kwanza mimi nakuona tangu nifike. Simu nafanya mazoezi mazuri nasikia Jana nimesema huko mchezaji leo njumoreo, njumoreo, njumore, njumore, njumore, kumwe, ni tu mwanao umeonyesha, lakini mchezaji kwa kwani mchezaji ni uwanjani. Unasikia kwa nini mtu anafanya anafanya bidii kwangu? Mimi ni nafsi, naheshimu jina la mtu na kazi yake, jina bila kazi. Ndio maana mpira wa Afrika unakufa fulani fulani fulani, kama kufa mazoezi, kama hapa perform hapa, perform hapa kiwanja, huwezi kumweka. Afadhali uweke ule mtu mwenye iko na pasenti ya 50, lakini unajua kama huyu atajitolea atajiko, sawa kucheza sawa yuko vizuri, kwa nini usimpe chance ya kucheza wote? Mimi Simba kama ningaliki hapa, anatoa ana, ana, ana perform vizuri, lazima nimpe chance ya kucheza kwanza. Acha niwaambie kitu, nilikwambia kama kwangu performance jina kawaida, ningemweka lodi. Watu wanasema sana Mrundi wa kwetu, si ndio hivyo? hata niwafikishi Mrundi wa kwetu, lakini hakuna undugu kama kukazi na haribika, nitakuwa siko namsaidia, niko namfanya, namrudisha chini. Mimi nimemwambia hautacheza, kwa sababu haujawa sawa, na nitajitolea nifanye kila kitu, mazoezi kila kitu, mpaka yani uwe kunani kustahili ya kucheza. Juu hauwezi kuingia pale juu, kwa fulani, hautasaidia kitu. Hapa nimekuja kazini na wewe, fanya kazi yako na mimi, niko hapa kukusaidia. Oku alikuja peni, alikuwa anafanya mazoezi, niliwaambia kwamba binadamu anafanya makosa, nakuja pale anaomba samahani. Lakini peni alikuwa alikuwa anafanya mazoezi, nasikia nimeikali nimemwambia aomba msamaha

naheshima sana na timu tumecheza nayo, naheshima sana na na, na game yenyewe. Mpira bila makosa huwezi kufunga, kama vile amesema, makosa ndio yanafanya mtu afunge. Amefanya makosa, sisi tumetumia tume tume makosa kuweka tume, magoli. Namshukuru Mungu sana, na lazima sana hizi point kuona watu wenye huko nyuma yetu wame wamefanya mistake, ukawaambia vijana, lazima tusifanye mistake. Hii ndio chance Mungu anatupa maliaza mapinduzi tuko vibaya, watu wanaongea mengi, mfumo si tugane. Nikawaambia kila kitu kina time. Ndiyo Mungu amejibu. Sina mengi niliwambia, kama wakati unaleta mfumo mpya, kwanza mazoea ka kuzoea, lakini inabaki utaratibu wa pale mbele kutulia, na watu wenyewe wanafika mbele ya goal. Alafu kitu kingine walijua tu ni boko kumbe boko yuko lakini wengine tunawapa mengine maelekezo. We have to go against you. That was, uh, I think, that was the, the biggest knock we got. If you, after three minutes you come, uh, one down against Simba,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

Pesa ni mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.